Halmashauri ya wilaya ya Rombo, Jimbo la Rombo kuitwa kwenye usaili, yaani baadhi ya majina ya wale walioweza kuitwa katika usaili kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu, na kwa kuzingatia masharti ya kifungu namba sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, na majina haya ni ya wasimamizi wa vituo vya kupiga kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura. Tarehe nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Jina la majina ni kama yanavyoonekana katika video hii. Aa, sintaweza kusoma majina haya yote, lakini hakikisha umeweza kuona jina lako na hakikisha PDF hii umeipata ili kuweza kupata jina lako au kulisoma jina lako. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link ipo katika description ya video hii, kwa hakikisha umejoin katika grupu letu ili uweze kupata PDF hii, join katika group uweze kupata PDF hii, ili uweze kuona jina lako. Majina ni mengi sana, majina ni mengi sana ya hao walioweza kuitwa katika halmashauri ya wilaya ya Rombo. Majina haya ni mengi sana, sitaweza kuyasoma. Na kitu kingine, hakikisha umesubscribe katika chaneli yetu <coughs> ili kuweza kupata update zote na mpaka wale watakao paka matokeo ya usaili yatakapotoka, pia utaweza kupata katika chaneli hii hii ya Fairboy, kuhakikisha umesubscribe. Lakini pia nakuomba ushare video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kuona majina yao na waweze kwenda katika usaili kama jinsi walivyoitwa katika usaili. Jina langu mimi ni Fairboy. Tafadhali endelea kutufuatilia naendelea ku like na kusubscribe katika channel yetu, join group letu la WhatsApp, join channel yetu ya WhatsApp, link ipo katika description ya video hii. Asante na karibu.